Sisi kama jamii tumeleta down wa Kenya, tumekubali jamii mbili kuwa na president na president na president. Miaka yote Mkikuyu ama Mkalenjin, watoto wa Kenya wakizaliwa wanaamini, usipokuwa Mkikuyu ama Mkalenjin huwezi kuwa rais wa Kenya. Wakati huu nafasi ya kuvunja hiyo laana, ili baadaye hata mazakewa rais ama namna gani, hata rais ama namna gani, na mimi na najua wakati muluyanakuwa anakuwa raisi wa Kenya, mambo itakuwa sambamba, mambo itakuwa sawasawa. afwe pokulukilagali zafu sakulukilangezimbo tawe saulukilagalizasi tawe afwe vantu vekumuleempesindiyo sasa, watu wetu wa Malava, sisi tumepangwa, sieza kwa miaka mingi sana. Yiko manaume mwingine baada ya malulu kufariki ameisha hapa Malava kila siku kila siku anasomea sii, anakuja kupanga sisi. Ndio faruk tawe faruk faruk, mutu yoyote ambaye atashikwa mkono na kiongozi kutoka madava kutoka Western, mtu akushike mkono namna hii kwamba anataka kuwa mjumbe wa Malava